Spa. Okay, aa nawasaidia, wanalalamika sana, wanapata msaada mara kwa mara, maisha yao magumu sana. ni mfano mfano halisi sababu na ya Eh, la watu no Halmashauri ya manispaa. Unajua yeah. ah, katibu mkuu, kuna shida kubwa, watu wanaishi no na virusi vya mm. Ukimwi wana, wana tabu sana juu ya kupata lishe hmm. wanapata tabu sana

esm o zimamzmongereni sanasante uko vizuri, tuko vizuri mbele, eh yako, eh, ni banda la nakofa konga Ilala. Hili ni baraza la watu wanaishi na virusi vya ukimwi ngazi ya halmashauri. Kazi yetu Halma kubwa ni kuratibu shughuli zote dhe za maswala ya VVU na ukimwi kwenye halmashauri, lakini pia kutafuta rasilimali zilizoko ndani na nje ya halmashauri kwa manufaa ya sisi wenyewe wa VVU, lakini pia tunafanya ushawishi kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, tunashirikiana na serikali za mitaa na wadau walioko ndani na nje wenye mwitikio mmoja wa masuala ya viviu na ukimwi Konga Ilala. Wakati tunaanza tulikuwa tunaletewa misaada kutoka serikalini na kwa wadau mbalimbali, lakini tukiingiza kwenye vikundi tunaona hamna matokeo yoyote. Kwa kwa hiyo kama baraza kwa maana ya kamati tendaji ya Konga tukajadiliana, tukaona ni nini tufanye tuka amua kwenda kwa waratibu mratibu wetu wa ukimwi ngazi ya halmashauri kwamba hii pesa tutakuwa tunaingiziwa, na ukiingiza kikundi hata kama kilikuwa na nguvu, ikiingia pesa magomvi, na kimesambaratika. Nini tufanye? Tukajadiliana kwa pamoja, tukaona tatizo ni kwamba mvyu mwenyewe hana nguvu yake. Kwa hiyo ule msaada haumuumizi, unapoingia unaona ni kitu cha kugawana. Kwa hiyo sisi tukaomba tupewe mafunzo ya vikoba ili tuunde vikundi vyetu vya watu wanaishi na virusi vya ukimwi tuweke mle michango yetu, alafu ile pesa ambayo inakuja kama misaada itutop up kuweza kuzuia ile foreni ya kukopa. Ni kweli halmashauri badala ya kutupa fedha wakatutafutia mwezeshaji ambaye akaja kutufundisha masuala ya kumiliki vikoba. Baada ya kupata yale mafunzo tulikuwa na watu thelathini. Baada ya hapo tukagawanyika kwenye makundi mawili, tulipogawanyika watu 15 15 tukaunda vikundi viwili na tukatafuta wenzetu tena kumi na tano kumi na tano kwa hiyo tukaa kila kikundi kina watu thelathini kikundi hicho ni PCS vikoba na uh, idinefa vikoba ambacho sasa hivi kinaitwa Bonaiz vikoba kwa hiyo tukaendelea vizuri lakini pia tukaomba tufundishwe kwa sababu tukaona kuna manufaa sisi wenyewe watu tunaishi na virusi vya ukimwi ili tuweze kuwafundisha wenzetu na kuendelea kuunda makundi mengine kwa sababu tukaona hicho yaani, hiyo ndio, huo ndio ukombozi wetu sisi watu ambao tunaishi na virusi vya ukimwi. Ikawezekana tukapelekwa mafunzo watu 15 kama machoti wa kuweza kufundisha wenzetu. Baada ya hapo, hiyo ni elfu mbili na kumi na moja mpaka sasa tunaviongea, tuna vikundi takribani 60 vya watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi. Kwa hiyo ile pesa yote ambayo ilikuwa ikiingia, tulikuwa sasa tunaingiza kwenye vikundi, ni zaidi ya milioni tisini na tatu. Tumepewa na halmashauri na tumeweza kuingiza na wanafanya vizuri. Changamoto zipo. Ngoja, kwanza tufungue na hivyo vingine hivyo vitabu vya Kiingereza. Naomba mheshimiwa mgeni rasmi, tuvigawanye hivi kutokana na wageni wetu walio walioko hapa meza kuu, wale ambao wanazungumza Kiingereza. Hata hata Jacqueline, naomba tuwapatie vya Kiingereza. Jacqueline, pokea kingine. Mgeni rasmi baki na kimoja. Mheshimiwa Katibu, Mheshimiwa Katibu Mkuu, naomba upokee kimoja cha Kiswahili na nitaomba tafadhali, uh -huh, dada yetu Christine upokee kimoja cha Kiswahili tutakupa na vingine, tupeleke na mkuu wa wilaya pia upige <laughs> makofi yeah, yeah. mengi sana sana. Asante sana. Sasa tusikilize neno la kushukuru. no, oh bad. Oh, there's still some more. All right? Okay, so those uh-huh. Okay. oh, and the t-shirt to remember the day. Asante sana. Uh, there's actually two mmechagua size ambayo inaendana naye. Mheshimiwa hana kitambi kama mimi. Eh, yeah, safi kabisa. Safi kabisa basi, yeah. yeah. Please over the weekends, tafadhali dhaa hizo, kwa sababu zinabeba message kwa muhimu sana. Ni kweli. Siku kabisa. Naomba niwakaribishe tuketi. Nashukuru sana kwa yote ambayo ametokea hapa mbele kwa hivi sasa, mabibi na bwana, makofi kwa mara nyingine tena. Haya makofi tunampigia mgeni rasmi kwa bila amezindua mkakati na wiki ya maadhimisho. Kwa hiyo unapopiga makofi na wewe, ni ni mmoja kati ya wadau unaangalia, ama Mtanzania, unajipigia na wewe makofi kushiriki siku hii maalum kwa siku ya leo very special kabisa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 kuweka namba ya kampuni ambayo ni 367777, kisha andika kumbukumbu kumbu namba 3538, kisha weka kiasi cha shilingi elfu moja kwa tiketi moja. Kata tiketi nyingi zaidi kuingia draw kubwa Disemba 9 mwaka 2017 na, na draw za kila wiki pia zipo. Sibuka Loto, selema kwa elfu. Pindua, pindua. Kifurushi kinachokupa uhuru wa kutumia mb dakika kivyovyote ili usipitwe na matukio muhimu ya kitaifa na kimataifa, exclusive interviews za wasanii na wanasiasa maarufu, jiunge na familia Global TV Online. Kwa wewe mtumiaji wa kompyuta au laptop, fungua browser kisha search neno YouTube. Ikifunguka, andika neno Global TV Online na usearch